Basi kama vile nilikuwa nimewaelezea, e, tuko katika mji wa Namawanga na, na acha tumpate daktari mwenyewe maeneo haya akaweze kutusalimia akaweze kuongea pamoja nasi. Mzee unaweza sasa tusalimia, tazama kamera hapa hivi, alafu ukaweze kutusalimia utambie e, majina yako ni nani na unafanya kazi gani? Asante sana mimi, naitwa Teta Nihaemba. Nashukuru Mungu nashukuru Mungu katika siku ya leo, kwa kuweza kunipatia kunitembelea ili nikaweze kujulisha vile ambavyo ninafanya hii kazi e, imekuwa ni siku njema ambayo ili wale ambao wanaohitaji hutuma yangu wanaohitaji hutuma yangu ili wakanipate katika urahisi. Nashukuru Mungu katika siku ya leo, itakuwa mafanikiwa katika kazi yangu, kwa sababu ya kwamba wale ambao wanaoumia na magonjwa mbalimbali wakaweze kupona bila e, wasiwasi yoyote. Mimi naitwa Teta Nihaemba, ila ambavyo naona jina hili mimi nita, mimi naitwa Teta Nihaemba. Mimi na mimi nashughulika na kazi ile ambayo ya uponyaji. Nashughulika na mambo ya uponyaji tangu nikaanze kutibu, hakuna magonjwa ambayo yameweza kunishinda. Huwa napata performance na vile ambavyo napata performance, na huwa nashukuru Mungu, na huwa naambia wagonjwa wakaendelee kumshukuru Mungu wakaendelea wakipona watoe ushuhuda kwa Mungu ili watu wengine wakaendelee kupona. Uh, hivyo tu ndivyo huwa nafanya hii kazi uh, hii kazi. Mimi mwenyewe nilikuwa mgonjwa, na nilipokuwa mgonjwa, hakika nilizunguka nipate msaada, msaada wa uponyaji, lakini uh, haikuweza kunifikia kwa urahisi. Sasa nikafikia mahali ambapo nikaona ya kwamba ni nani ambaye amebaki katika suluhisho katika dunia hii. So, maana, kwa maana nimezunguka kwa ajili ya magonjwa na nimezunguka kwa ajili ya magonjwa, hakuna kulala, iwe usiku nashughulika na mambo ya ili nipate suluhisho ya magonjwa. Asante sana mzee. Uh, uh, kwa hivyo umetuelezea vile uliweza kupata kwamba alikuwa mwito baada ya k kuwa mgonjwa na Mungu akakutembelea. Nimeona pale umeshikilia chupa ama umewekelea chupa za madawa kwa meza haha. Nimeona chupa nyingi sana za madawa. Unaweza kwa kifupi tu, sababu ya muda, tuelezea tu e, aina za madawa ambazo uko nazo na zinatibu e, magonjwa kia, a, kwa namna gani, kwa kifupi tu tukiendelea alafu pia naona Biblia iko kwa meza, ukatwambia tu unaweza uko katika uku, unaweza kuamini katika imani gani? Kwa sababu kuna watu ambao wanasema kwamba ukitumia tiba asilia ama dawa ya kienyeji wewe hautokani na Mungu. Wewe unaweza tuelezea tu kwa kifupi ukianza na dawa, then utatuelezea maana ya Biblia pia katika hii kazi yako. Asante sana, nashukuru Mungu. Mungu ndiyo kifunguo changu katika kazi hii uh hii tawa ambayo inashughulika nayo hii, hii ni magonjwa kama halusas e, inaweza mambo ya halusas inamaliza. si ya kwamba ya kwamba inatibu tu ja, ile, ile ile mtu atatafuta daktari mwingine oh, uh, uh -huh. e, na hii, magonjwa, hii tawa nayo ni mambo, mambo ya kansa kansa ile yeah, ya tamu yes. Kansa katika tamu, watu wengine wanakuwa na kufura miguu, ufimbe katika mwili, unatokea tu ufimbe kila mahali bila sababu. Hii ndiyo tawa. Alafu kama mtu anamewahi kukatwa nyama, atiende kupimwa machivu, na iwapo acha achapata ile suluhisho E, akiwa anaendelea kuosa namna hii kitumia hii dawa anapona, wakati ambapo watatafuta majibu ya kuche yeye tayari atakuwa hiyo vitonda imepona. E, inaua ile kansa katika ya damu, inaua kansa ya damu. Hiyo ikiingia tu katika kitonda kuua paka kansa hiyo kuisha katika ndani mwili Alafu <coughs> hiyo ingine hiyo, chukulia hiyo tuone ya hiyo. Hii nayo mitawa ambayo inashukulika na mambo ya sehemu nyeti, sehemu nyeti ambayo inachoya kwamba fiko sikichafuka, hiyo ndiyo injini ya sehemu nyeti, kiwa na fiko failure Uh, hiyo ndio kichungi cha kuweza kuchunga ile tamu mpaka ifike katika hiyo nini sehemu nyeti. <coughs> Uh, hii ndiyo nasafisha hiyo mifreji inahakikisha hiyo mifreji iko sawa hata, uh, ikiwa nitafananisha kama vile ambavyo nasema, hata ukiona mutu ambao walio mzuri wa kuchota maji ya kunywa, iwapo ya kwamba uchasafishwa mifreji maji haya yatakuwa maji mazuri. Sasa hii inasafisha sehemu nyeti, vile makonje ya sehemu nyeti. Aha, asante sana. Kuna wengine pale kwa chupa, unaweza tuelezea tu hiyo nayo ya chupa, hiyo yenye maji maji hiyo. Aha, nayo inatibu magonjwa gani? Ah, hii hii ni dawa ambayo wale wanashukulika, wale ambao wanaumia na magonjwa ya macho kuanzia kuanzia kwa watoto kuanzia kwa watoto wachanga. Mtoto mchanga akisaliwa kuona kwake ni kubaya, shida ya macho, akiwa tu amesaliwa namna hivi, kikunduliwa, akifika kwangu nina dawa hii, wale ambao tena katika umri wa katikati, alafu umri wa usee, mtu ile akaweze kuseeka Akawezi kuseka akiwa na macho yake hii. Hii ni dawa ya macho. Asante sana e. Aha, haya pazi, kuna aina mingi za dawa kwa sababu ya mta, tutaendelea na interview. Sasa nataka tuzungumzie kitu kimoja, kuna zungumzia eh, hiyo kwanza alafu nizungumzie nimeona pale na uko na cheti cha cha cha sijini cha mafunzo ya Biblia, ama ni cheti gani? Nimeona Christian ministers. yeah. Yeah, utanielezea hiyo lakini, sasa tuzungumzie, alafu zungumzie cheti uzungumzie Biblia na kazi yako inaingiliana namna gani, alafu tumalizie pale. okay. Asante sana. Nashukuru sana katika nafasi kama hii. hii ni tawa ya meno, hata kama mtu mene na uma analia kabisa, akiwa kulia kabisa meno Nacho mtu ambaye aliye mkubwa akilia huwa anasikia machungu makubwa sana. Hii akifika kwangu hakika pale dakika kumi, hakuna kitu kama hiyo. Na itakuwa tena hata ngoa meno bali meno itakuwa, <coughs> meno yake iwapo iliaafektei itaweza tukutoka, inatoka bila bila tamu bila kufucha tamu haiweziku kupaki ndani mahali pale, hapa hapa hapakona apa tena, shimo shimo aliwezi kukua. mahali pale vitu vikiingia katika ndani ikimusumbua, wakati wa kukula atakula tu kiteri yake, mahali hapa hawezi kuuma tena ini ameno. Um, um, asante yeah, asante sana. Aha, alafu imeona pale uko na cheti pia cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, nini cha mafundisho ya kidini kwa maana ya certificate unaweza pia tuambia cheti hicho uliweza kukipata namna gani? Kwa sababu nimeona kuna jina lako. E, alafu pia utuzungumzie mambo ya Biblia utuambie kama we mwenyewe una shiriki na dini ama namna gani. E, ni cheti cha Biblia. Uh, ikiwa hivi cheti cha Biblia hivi, hii kazi nilianza kabla sijaweza kuingia katika college, na bila nilianza hii kazi kabla sijaingia katika college ama sijaingia katika mafunzo bali, eh, nilikuwa nikiomba Mungu ya kwamba akaniwezeshe na nikifikie katika masomo ambayo, eh, ya kunikubalia kuendelea na hii kazi na Mungu aliweza kunikubalia mpaka ndipo nikapata cheti hiki, nikasomea mambo ya Biblia. Na vile nilisomea mambo ya Biblia nikafanikiwa vizuri aa, katika Biblia, katika college nilikuwa hata nashughulika, nikaanza kutibu eh, wale ambao wanaumia katika magonjwa, wakati nilipokuwa katika hii college, wakati ambapo nilipokuwa katika hii college aa, E, nilipata wengine walikuwa e, kama msichana mmoja alikuwa, mm, nini na shida ya kitonda katika mkuu ilikuwa e, kidogo kidogo tu, lakini paka ilikuwa sasa inaanza ku, kukula mifupa yake, sasa nayeisha ya mifuba inzi sinapatafata yeye kila wakati katika kitonda na nilimshughulikia na e, na nilipo mweza kumshughulikia kwanza niliuliza ya kwamba kweli tawa ya kienyeji inaweza kuponya? <laughs> lakini kweli, niliwaambia, wacha nitaenda nyumbani weekend nilete, na mtakapoona uponyaje ndio mtakubali ya kwamba ni kweli. Na nilipokuja weekend, nikachukua tawa nyumbani hapa Karuti naye katika college nilimtibu, kweli alipona. Uh, tulifanya graduation na Uh, wakati mmoja lakini alikuwa amepona, hana magonjwa kama yale. Asante sana kwa ile mm. Mungu asitoke kukubariki. Nimeona pila Biblia iko hapo hivyo, wewe mwenyewe tujui unashiriki dini, unaamini Mungu, kwa sababu kuna watu wanahusisha hii kazi na mambo ya kichawi ama ushirikina ama uganga. Sijui kauli yako ni ipi? Pale uh, mimi kauli yangu kauli yangu mimi nasema ya kwamba mimi nitasingatia Mungu hakuna kwa maana, Mungu ndiye aliniponya na ndiyo Mungu al, aliko na lengo ya watu watu wake wakaweze kupona. Mimi sitaweza kwenda njia kando na ya Mungu. Aa, kwa sababu ya kwamba hata kwa wakati huu mambo ya mambo ya kiyama mambo ya kiama yatafanyikia hapa. Yesu atashuka katika boma hili na e, hiyo itakuwa saa kumi na moja ya asubuhi. Yesu atakuwa ameshuka katika boma hili ile wakati ya kufanya wakati mambo ya kiama. Sasa mimi sitatoka kwa Mungu, hii kazi ninafanya katika ndani ya Mungu na tena nitaimalizia katika kazi ya Mungu tu. E, hivyo ndivyo naamini. Mungu ndiye amekuwa mwalimu wangu kwa kunifunza kuwa daktari namna hii, mm -hmm. Ndio alinifunza mwenyewe, ndio alinifunza. Okay, asante sana asante sana alafu nimesikia ukikuzia kitu kwamba Yesu ataweza kuteremka mahali hapa katika hili boma ina maana na maanisha Mungu a Yesu atataramka hapa mahali pako. Hiyo ni ufunuo niliweza kupata kupitia kwa vile, um, Mungu anakuonyesha ama ni imani tu ambayo iliweza kukua ndani mwako, tukimalizia. Ah, hiyo ni Mungu mwenyewe ndiye aliweza kunifunulia. Mungu alinifunulia katika hayo na vile Mungu alinifunulia katika hayo kweli hakuna siku ambaye ameweza kunifunulia kitu na kikakosa kufanyika. Tangu nilipoanza, nilikuwa na miaka michache akianza kunifunulia, hata nilikuwa katika primary, lakini watu wengine wanaamini kwamba nisemayo yataweza kuwa saisi. Nimefungua vyule ambavyo vilivyo nyingi katika. Mungu akinifunulia iwe na Mawanga High School. Mimi ndio ii mili, nilifunuliwa Namawanga High School e, nikafunuliwa Machaha Institute nikafunuliwa shule kama Pala Matri, eh Lumonya Lutaso, Police station ya Matizi, eh tarafa ya Bokoli e, kupata mambo ya hiyo. Eh saisi shule kama Chevini na milimo hiyo nilifunuliwa. Ndurusha ivyo ndivyo vile ambavyo nilifunuliwa. Kuna shule ingine iko karibu, naitwa katika upande wa Tuloyonga, naitwa Murema, hiyo ndiyo ipate itachengwa e. Na Mungu acha wae ku u akinifunulia, huwa inafanyika hivyo. Ndivyo mimi niko na tumaini kubwa sana. E, wakati huu nimefunuliwa na Mungu Yesu atashuka katika pale. Kenya itakuwa imepokea pale katika mara ya kwanza katika taifa hili, na hii pale inajumuisha East Africa, inajumuisha East Africa ambayo kiongozi wa pale ni mimi mwenyewe. Nitamalizia wakati ambapo nitakapokuwa president wa taifa hili la Kenya ili Yesu atanipata nikiwa nikiwa na mamlaka ya president, nikiwa mfalme wa East Africa, nikiwa mfalme wa Afrika, nikiwa mfalme wa ulimwengu mzima, wakati ambapo atatua saa kumi na moja atakuwa nimetimiza hayo mamlaka, nitakuwa nikinaongoza kama mfalme, nayee atakuwa atafika katika maongozi haya kutoka kwa Mungu alivyonifunulia. E, niko na barak. Mungu alinifunulia barak, Mungu alinifunulia niko na uwanja wa ndege wa ulimwengu mzima. Hiyo uwanja wa ndege unafaa kujengwa, kujengwa. Mungu alinifunulia e, mimi ndio niko katika chapa ya shilingi ya Kenya. E, nani, niko katika chapa ya shilingi ya Kenya niko katika chapa ya shilingi ya Afrika ya East Africa, niko katika chapa ya shilingi ya Afrika, niko katika chapa ya shilingi ya ulimwengu mzima. Hizo shilingi zitazungukwa na nyota, picha yangu itakuwa katikati katika hiyo katika, katika, katika shilingi na hizo shilingi zitafanya kazi mpaka wakati ambapo Yesu atashuka, zitafanya kazi katika nchi mbalimbali. Silisoma katika ulimwengu silisoma katika Afrika na silisomo yani, katika maongozi ya Kenya, sitakuwa ni maongozi ambaye iliyo original. <coughs> Na hii ni maongozi maongozi ambaye inaitwa original kutoka kwa Mungu, vile ambavyo katika Biblia ulisikia katika wafalme walio kuwa original kutokana na Mungu mwenyewe, mimi ni mfalme ambaye naitokana na Mungu mwenyewe. na <coughs> Aa, nitaweza kupambana na mambo ya mambo ya ukonjwa na mambo mengine, mpaka antafua jambo lingine. Mimi ninaongoza mambo ya manyesho kote ulimwengu hali ya hanga ee, nilianza hiyo kazi katika nikiwa humuri tu ee, ambavyo tulikuanga na kiangazi ambayo kiangazi ilikuwa inapiti wakati kama huu, tunakulia tu nakoroka unga unga na, na ile mseleha na nakoroka alafu inakuwa ni mboga. Lakini nilipitia katika hiyo maisha, nikaona ya kwamba nikaweze kumkumbuka Mungu na nilimkumbuka Mungu, na Mungu akaona ya kwamba hata katika hayo katika usawa wako, ili nilichua ya kwamba utafanya uta dakua kusimama katika nafasi hii na Mungu akaanza kunifunza kusimamia hali ya hanga. Tangu nisimamie hali ya hanga nimewahi kushukulika huko Malava wa wahaa ile mtu ambaye naitwa Luwaha. Ilikuwa haina maji na Luwaha ku, ku, kukosa maji ilikuwa kiangazi kubwa sana, kama ingeendelea ile ukame ingeweza kuendelea saidi Nilishukulika katika siku moja. Mimi na kinyesha mvua na nyeshanga tu siku moja katika sehemu ambazo zimekauka. Siku moja na mito inachaa mara moja. Mhm. Mm okay, sawa sawa. Tumesikia kutoka kwako, pengine ushauri wako tu kwa wananchi ama watu wa maeneo haya e, unaweza kuambia namna gani tukimalizia kuhusu hii kazi yako kiujumla e, kwa dakika moja? Hey, asante kwa wananchi ambao wakichichi hiki eh, kuna wale ambao wananipika vita, na nitawakumbusha tu ya kwamba Yesu alipigwa vita lakini alishinda, na hakuna vita ambayo Mungu atashindwa, kila vita tangu aumbe ardhi na mbingu, nguvu ile ambayo alitumia kuumba ardhi na akaumba mbingu, akiweka katika mwanadamu aliyempaya awezi hata wawe milioni ngapi hawezi kusadiki. Sasa nawahimiza tu watu wa area hii e, wale ambao waliiba vitu vyangu ile ambaye niliweza kufanya Eldoret kazi wakaiba vitu vyangu vyote e, nikafanya wendo kazi wakaiba vitu vyangu vyote e, sile mapato ya hii tawa wame wameiba simu zangu mbili simu moja waliharibu tu ikaharibika, na ni watu tu wa area maeneo haya hasa. Nasema ya kwamba vitu ile ambayo vilivyopotea vyote, kuku zimepotea katika mwaka ambao umepita huu, kuku tano ambayo pata moja, aa, nasema wanirudishie, na kama hawatanirudishia, naomba mambo ya midia Wanisaidie katika kupata mambo ya TCI. Asante sana. Asante sana, asante sana, vile mmesikia ni mzee ambaye ni daktari na tutasiti kuendelea. Nilikuwa tu katika matembezi, nikafika kwake tukaongea ongea, tukaona tuwafahamisha wananchi. Kwa hivyo wananchi wana mawanga na vitongoji vyake, watu wa Bunjozi, watu wa Serisha. Ee, ukiona unaumwa na unataka kutibiwa kwa tiba asilia, basi ukaweza kutembea kule sehemu ya Namanga, fika Namanga e, kwa soko, then e, ukitokea njia ya Serisha mkono wako wa kushoto, ukitokea njia ya Machaha mkono wako wa kulia, chukua route, ingia ndani pole pole tu hapo, uliza Daktari Titan Haemba, kwake nyumbani utafika, utatibiwa. Nafikiri tukiendelea na interview mara ya pili ndio atatueleza vipimo vya dawa pamoja na matibabu. Ila kwa sasa, asandeni sana.